ingine tukikosa twarizika tunalala na kumpenda maabu mapokea busu langu. ni baba wa watoto wanne mkazi wa Singida ambaye licha ya hali yake ya ulemavu haimzuii kufanya sanaa, sio mwingine ni Musa Saidi Musa maarufu kama Musa Mashairi, msanii maarufu mkoani Singida. Kwake sanaa ndiyo ajira, sanaa ni maisha anayoitegemea kutunza familia pamoja na kusomesha watoto wake. mimi na watoto wanne, na umri wangu ni miaka 44. Safari ya sanaa ilianza mwaka 2009. Kipindi hicho ndo tuko na studio ndogondogo, ndogo kwa faita pale, alikuwa anapatikana jengo la CCM ghorofa pale mkoa. Mimi nafanya kasida, nafanya bongo flavor, nafanya mashairi pia. Waswahili wanasema kabla hujafa hujaumbika. Musa anasimulia mkasa uliomsababisha yeye kuwa na upofu. Macho kwanza yalianza kupunguza mwanga, nikawa low vision mara baada ya kupunguza mwanga kutokana na hali hii ya kutembea huku na pale, wakati naona nilikuwa na uwezo wa kutembea na chombo cha moto kama pikipiki, lakini mapenzi mapenzi ya Mungu. Kwa sababu mapenzi ya Mungu Mungu Mungu, kwa sababu anapopanga jambo na linakuwa, ilifikia muda macho yaka yakapunguza mwanga, hatimaye baadaye akazima. Kuzima kwake ni elfu mbili na mbili rasmi, ndio kazima macho, lakini baada ya kuzima macho ndo nikaenda hasa kusoma madrasa kusoma kisomo cha Korani na mpaka sasa hivi mimi ni mwalimu wa madrasa japo ni, ni na sanaa ya, ya, ya kufanya muziki pamoja na kaswida na vitu mbalimbali mbali. Musa Mashairi anaelezea mafanikio aliyoyapata kupitia sanaa, huku akitoa wa ombi kwa Watanzania na wadau wa muziki hapa nchini kumshika mkono ili aweze kutimiza ndoto yake kupitia sanaa. Nikipafomu wananitunza kwa kweli Eh, kwa kuwa wanavyonitunza na mimi nikaona ngoja nifanye kitu ambavyo ni endelevu, ili mtu aliyekuwa amenisaidia shilingi mia moja wala mia tatu yake aje aone kitu nilichokifanya. Mafanikio ni hizi nyumba ambazo nimejenga hapa, ndo naona ni mafanikio ya uimbaji. Cha kwanza kabisa nachokitarajia mimi nikuwa naomba Mwenyezi Mungu akijalia, na azidi kuwajalia wadau, jamii, wananchi wote kwa ujumla waweze kunisaidia kuwasomesha hawa watoto, kwa sababu naamini kila mtoto ana ndoto. Kwa mfano, ukichukua huyu wa kwanza, huwa ananiambia baba, mi nataka niende jeshini. Na jeshi natakiwa mpambanie, asome, usimchengee kilema au jui kesho wewe nani. Sikufikiria wala sikupenda kuwa hivyo. Jamii tambueni, mtu mwenye ulemavu ahitaji msaada, msaidieni. Huyo ndiye Musa Mashairi, manju wa muziki, mkazi wa Singida. Kutoka mkoani Singida, Deus Liganga, Azam News. Liganga, Azam TV, karibuni muweze kumuona Musa Mashairi, mtoto mwenye fani. Jamii na Watanzania wanapata kutuona Azam TV mmepenya dunia nzima mmefika.